Karibu katika himaya ya simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube. Nenda YouTube andika himaya ya simulizi, mateso ndani ya sanduku sehemu ya nane. Ilipoishia: shemeji unanitisha, alisema hivyo Edina. Ukweli sikumuelewa anamaanisha nini? Nakutishaje tena shemeji yangu? Nilimuuliza kwa uoga. We uoni uyo Amosi wako alivyosimama. Nilishangaa kusikia hivyo, hapo ndiyo akili ya kuangalia bukta yangu ikaja. Kweli mzee alivimba, kama unajua asubuhi ukiamka lazima umkute kasimama. Sasa kwa nini asimame mbele ya shemeji jamani? Ah, bahati mbaya bana shemeji, nilijisemea hivyo na kutoka nje. Endelea nilienda. Bafuni nikaoga na kupiga mswaki. Mwili ulikuwa umechoka sana, nadhani sababu ya safari ya jana. Nilipotoka nilienda moja kwa moja ndani, na pale mezani kulikuwa na chai na maandazi, ilikuwa tayari imewekwa. Ilinibidi niketi na kunywa polepole, nikitafakari shemeji alivyoona maumbile yangu yalivyotuna. Lakini kabla sijamaliza kikombe changu cha pili Shemeji alitoka chumbani akiwa amejifunga kanga moja tu kwa juu bila sidiria, tena hakuonekana na aibu. Nilikuepesha macho kifuani kwake na kuzuga kama sijaona kitu. Akaja polepole pole, akapita mbele yangu taratibu akijifanya kama anatafuta kitu mezani, kisha akainama. Ukweli moyo ulizidi kunidunda. Jamani, mbona mitego tena? Nilijisemea moyoni na kuamua kuvunja ukimya. Shemeji, kuna kitu unatafuta? Nilimuuliza. Aa, kijiko kilidondoka. Shemeji aliamka na kuingia chumbani kwake. Siku zilisogea nikaanza kupazoea pale. Kila siku nikawa namkumbusha kaka kuhusu kazi ili nikimbie pale, maana kukaa nyumbani ilikuwa shida. Shemeji alionekana kabisa kunitaka kimapenzi, nami sikutaka hiwe hivyo. Ukweli maisha ya pale yalikuwa magumu kwangu sababu mara nyingi shemeji alinipa mitego mingi sana ambayo nilijitahidi kujizuia. Hivyo mara nyingi nilitoka kutembea japo sikuwa mwenyeji, ila nilifanya hivyo ili kujiepusha. Siku mmoja kaka alichelewa kurudi hadi saa nne akuwa amerudi. Nilikuwa naangalia movie moja ya kibongo, mimi na shemeji yangu Edina, ilikuwa ya kutisha sana. Amosi, kaka yako leo arudi, nisiwezi kulala peke yangu unajua. Nilijua utani sababu shemeji yangu anapenda sana utani. Usijali na kuja tulale ote, ngoja mimi nimalizie movie. Nilimjibu shemu naye akatoka na kuingia chumbani kwake. Tuje upande wa Maiko, alikuwa na rafiki yake Victor. Leo sirudi nyumbani, inabidi niangaikie ili gari mpaka lipone, alisema Maiko huku anaendela kujenga kwa hiyo dogo yule analala sebleni? Victor alimuuliza Maiko. Dandio kaka, sijui hata inakuwaje, na nimeongea na bosi kasema vijana tupo wengi, awezi kuongeza, na dogo ananitegemea mimi, naona kutafuta ela kiuhalali ishashindikana, alisema Maiko huku akionekana na mawazo. Roho ngumu unayo Victor, alimuuliza Maiko hata kama kulala na nyoka sawa tu, nishachoka mimi, maiko alimjibu, ila alionekana anamaanisha. Unajua kaka, mimi kijijini wanajua nitajili. Siku mama akija huku, akiona maisha yangu, sijui itakuwaje. Maiko aliongea hivyo, huku anajisonya. Sikia sasa, mimi namjua mganga mmoja, huyo anaitwa Mbwiga. Huyo mzee kiboko, ila shida yake ni moja tu. Je, ni shida gani? Usikose namba tisa.